Wa wow. Hii ni Biblia Kidigitali platform inayokupa uchambuzi wa mambo mbalimbali, na hii ni question ni answer na pionia an ba pastor. Nimepata tena baraka kukutana na wewe pastor ino. yes. jina lako kwa urefu ni nani? kutoka hapa msomo, kutoka hapa msomo tuko Zanzibar, mpo Zanzibar. Sawa pastor, swali langu katika kipindi hichi cha maswali na majibu, pastor, wako mtumishi ni nini? Maana nimeona wakifanya makongamano mekutataea umedili sana na wanafunzi kueleza habari a wako. Wewe mtumishi ni nini huyu? Yani, kusema huyu ni mtumishi, sasa unaangalia nini uyu? Kuyo. Uh, kwa, kwa tafsiri yangu wee utumishi utumishi, yeah. ni service service ni huduma, ila ambayo mtu anaitoa kwa Mungu. Mungu ametupa kazi za kufanya mm -hmm. na moja ya kazi ambayo Mungu anatupatia akatuagiza tuende ulimwenguni wote mkahubiri habari njema na kuwafanya mm -hmm. mataifa mm -hmm. kwa, kwa wanafunzi wake mm -hmm. kwa mikono utumishi ni kufanya ile kazi ambayo ame Mungu amevuta kila mmoja au aeea. Sasa, Pastor, tumekuwa na watumishi mbalimbali wameanguka, mm. changamoto wame ya kitabia, wengine mm. wanakuwa na hasira mpaka wanapigana, wengine wamekuwa na nawamelamba eh, kiskarinaona mm. ni <laughs> binadamu wenzetu. Je, yes. ni kwamba awaufana <tuhalina> utumishi tena? na kwamba hawawezi wakarudi lakini, wanampenda Mungu mm. Imetokea tu kwa kuasisha kidogo, kwa ajili ya mkofi, imetokea kuna utumishi kidogo, sio alizidiwa karamba, imetokea kidogo, alikuwa na matatizo tu ya, ya hela kala hela fulani za pale kanisani. Lakini baba anakuita akimpenda Mungu kwako, wewe unasema Pastor, mara sifanye tena utumishi wewe ah uh, ani pamoja na wasikilizaji tumeitwa tumia. kwa kim kuna mapambano falme mbili, u kwenye ufalme wa Mungu pia ufalme wa giza, na maandiko matakatifu yanatuonyesha kwamba Iblisi ni kama simba angurumaye akitafuta mtu awezi kummeza. Kummeza sio, anameza anamweka tumboni, anameza yale mahusiano yake na Mungu, anamtoa kwa Mungu, anameza huduma yake na, jia kumeza huduma yake ni pamoja na kumwangusha kwenye dhambi. Kwa unaposikia mm. mtu ameanguka dhambini mm. jua kwamba ni vita, ni mm. mtu amepigwa na shetani mm. akaanguka kwenye, kwenye dhambi, lakini pia yake ah kwamba basi ameshaanguka, ndio asifanye asifanye huduma tena. mm. kabla sijasema afanye huduma au asifanye huduma, nikumbushe tu Biblia inatutazamisha kwamba

nataka kusema nini neno lako kwa wale walioanguka, ni sentence fupi okay. mm. Ah, kwa sentence fupi ni kwamba yule aliyeanguka, aliyeanguka kinyanga ana ina, kwa hiyo kwamba kuna kuinuka tena. mm. Ah toa, keta, anata, tayari, kwa wale vitaji ni kuinuka, na inukaje? Ni kurejea kwa Mungu, amuka anasema yuko tayari kufanya nini, usame na walio kata tamaa kwenye utumishi kwa mambo magumu wanayopitia, ni watie moyo mm. Ipo tumaini mm. Hebu wajitie moyo waendelee mbele, wazikazani zile hadi za Bwana, huko ushindi, wanaweza wakafanya vizuri, wanaweza wakafanya vizuri. Swali la mwisho kutoka mtwa askari, lakini kwa pasta Kambisha nasema kwamba ni pasta Kambisha anachunga kanisa la TG. mm. Na wanauliza kwa nini watu wengi wameacha huduma za shuleni kiukweli. kwa... wako hawafanyi huduma za shuleni. Makanisa mengi, wachungaji wengi hawafanyi huduma shuleni, watoto wamewasahau, kwa sababu wapewe fungu la kumi. Watoto watoto uinjilisti shuleni umelala, watu wamedili na wamama sana sana, na mambo fulani ambayo yanaleta hela, mambo ya deliverance, sijui kufunguliwa, ufunguliwa kwa sababu kuna posha Unastaka kusema nini kuhusiana na huduma ya shuleni ambao wewe unafanya? Mpaka umewatafutia watoto umemleta, umemletea, umemleta Pasta epa ume pasta, a, a, a, a, a, a, kwa ajili yao, lakini watoto fee pale, watoto fee, chuo cha cha msoma wa Bwana jamani, Baba watoto fee pale, mko asimtwa si Baba yupo anawapenda pia. Amen. Amina, amn na, na, anawahudumia kwa katisi nyingine hapa anawaletea mpaka watumishi kutoka mbali mbali sehemu mbali mbali. Baba, kwa nini wewe una moyo huo? Unataka kusema nini kwa wale wa ni kwa wasiofanya hawafanyi machungaji? A, maswali mawili kwa wakati mmoja. Kwa nini aa, kwa nini hawafanyi hivi?

20 anakuja unagharamika gharama eh mhm hawana sadaka hawana vipato mm. kwa hiyo na Injili ni gharama mm. inahitaji fedha, kwa hiyo kuwekeza mali ambapo wanadamu kuwekeza mali ambapo aone ritani inakuwa ni changamoto.

kwa vijana, kwa watoto, tuki tukiwekeza kwa wanafunzi, wakamjua Yesu, taifa kwa sababu strong church, kwa sababu ina base strong kanisa. Kwa nini? Msingi huo unaamua nyumba ile imara au isiyo imara. Natoa wito watu hawakumuke wanafunzi. Jamani kule kuna kusagaji, kuna ushoga, kule kuna kuna madawa ya kulevia, kila aina ya ya ubaya, kila aina ya uovu. Shetani si kwa kingazi kubwa amekeza tunachouma. Pastor hayo wewe una na wewe na baadhi ya mapastor, mapastor ma pasta wengine they don't care about hawa ah, chaji, ni wajui kama orange wa mtu kushoga tu, lakini mshoga, kusagaji, tabia mbovu nyingi zinapatikana katika, katika machuo, mashule, Naona sehemu nyingine unakuta wale watu wenye walisema no cheap glory. Mm. No cheap glory. Yeah, na no, no, no price no glory. Yes. Wale wengine kwa upande wa shetani watu wengine wanatoa mipira ile ni kama mm, kondo mbule tu kwa wanafunzi. Ila lakini naona hamna mtu ambaye yuko tayari at least tu kwenda tu kuhubiri. Kwa nini ninafikia au dawa za Biblia au kugawa Biblia na kuleta track. Break track au toa muda kwenda kuongea we'll na wanafunzi kwa wanafunzi. Wanafunzi. Mm. Kwa nini inakuwa uloka kanisa liko mahali lipo mahali, na wanagombaniana kuhubiri katika pale kanisani, lakini shuleni, kuna shule ziko pale, hamna mtumishi anayeenda, ya pigwa chenga. Kwa ni chenga, shetani anatupigia chenga na iamka, tukajua kabisa, sasa chenga umefanya nini, umeisha, tunafungwa tunafunwamambaha Rai yako nini kwa taifa ama kwa mwili wa Kristo? Kwa wale wambie wale, wale, wale ambao hawataki na kanisa unakuta halina project na wanafunzi wao ni wa mama e, sijui yu, vitu fulani yani haina program na wanafunzi yani, kanisa limezungukwa na shule lakini hamna mtu anayekwenda kufundisha. yeah, maneno moja ni waombe waskofu wa waombe mm. wagalisi wa mm. wachungaji evangelist wa shirika moja mmoja Jamani, mafuni mingi kule mashulee, mafuni mingi kule vioni. Yamani, twendeni tukavune, tukamtalia tukamtalie, atmapunda mle, twendeni, tutakiwa kuwe kizazi, tukamlete tukakilete kwa Yesu. Ile ni platform ambayo kwa kweli haina gharama, ndio tungetakiwa tu, tunagombaniana sana kule. Ni uwanja wenyewe wa kwenda kule, kuna kaluzi kule kule mazabau ziko wazi kule za kwenda kutumia. Jamani, tuamke na hebu tuwe na msigo wa kwenda kuifanya hiyo kazi na ha. Mungu akubariki kwa mafanikio yeah. Sasa neno mmoja, wapongeze wale wanaofanya hizo huduma za mashuleni, kwa mwana rafiki yangu mmoja anaitwa Repson lakini like, uko Fortunatus mm. Upo wewe rafiki yangu ah hem sema neno mmoja rafiki wengine wanafunzi wale wana, wanaojitoa kwa ajili ya wanafunzi nimpongeze sana ngi hla kuna na mtu mmoja moja naenda huduma mkono fanya vizuri ukiwataja wanajisikia raha nao ina ukikaa nao kama wanapata hasara awatafahamia kwamba kuna hasara zaidi ya kuna baraka ambazo Mungu anachilia juu yao Mungu awabariki na niwatie moyo waendelee kufanya zaidi, waendelee kuinua na kizazi kingine kitakachowekeza kwenye ile kazi ambayo wanaifanya. Shule ni nyingi, shule ni nyingi, wakajipangia shuleni. Nendeni kwenye madhabahu za shuleni, mkajipangia. Basi pastor, mimi nikushukuru, asante kwa kuja katika kipindi changu. Asante cha maswali na majibu. E sana. kazi karibu. njema, kazi njema sana asante sana. sana. sana. sana. sana. Na Jumapili nitakuja kukutembelea pastor. Karibu. Asante. Asante kwa sana. Jumapili nitakuja kukutembelea. Mungu akubariki sana asalimie kwa Zanzibar.